Mgombea urais wa CCM dr John Magufuli amewataka wakazi wa wilaya ya Buhingwe mkoani Kigoma kulinda usalama wa wilaya hiyo iliyopo mpakani na nchi ya Burundi ili kutokomeza vitendo vya uporaji vinavyofanywa na raia wa kigeni. Akihutubia wananchi wa eneo la mpakani la Manyovu, dr Magufuli amesema utaratibu wa mabasi kusindikizwa na polisi unaonyesha kuna watu wasiotakia mema Tanzania ambao wanavuka mpaka na kufanya uhalifu hapa nchini wow au wenye nia mbaya waache, kwa sababu katika mikoa ya Kigoma, Mpanda, Kagera imekuwa ni matatizo katika, katika masuala ya ujambazi. Hata likiondoka basi lazima lisindikizwe na polisi, ukiondoka na magari lazima yasindikizwe na polisi. Napata haya katika utawala wangu yaishi Hakuna sababu ya basi linapoondoka hapa lisindikizwe na polisi. Mbona Rwanda hayasindikizwe na polisi? Kwa hiyo wale watu wabaya ambao ni wachache sana, basi wajirekebishe. Tunataka jeshi la polisi litimize wajibu wake kwa kufanya shughuli nyingine, sio kusindikiza mabasi. Dk. Magufuli amefanya mikutano katika wilaya ya tatu za mkoa wa Kigoma ambazo ni pamoja na Kasulu, Kibondo na Buhingwe. Naye mgombea mwenza wa CCM Samia Suluhu Hassan akiwa safarini kutokea mkoa wa Lindi kuelekea mkoa wa Mtwara, msafara wake ulisimamishwa na wananchi waliomtaka kuzungumza namna serikali yake itakayotatua kero ya wananchi ikipata ridhaa ya kuingia hapo madarakani. Unazunguka kujua matatizo na kero zetu tumeshazijua na matatizo ya kuuza korosho za kabadhi ghalani na matatizo ya maji na matatizo ya barabara Diyo. Afya dawa hamna au ziko kidogo Diyo. Yote tumeyapokea na tutayafanyia kazi. Tunaomba mpeni kura Dokta Magufuli oh. Ili tumalize shida hizo sisiemu oye oh. Alipowasili kwenye kijiji cha Kitangiri tarafa ya Tandahimba, akatoa ahadi ya kuboresha soko la zao la muhogo na kuondolea adha wakulima hao kufuatia ombi la mgombea wa ubunge jimbo la Liwale mjini, mjini humo George Mkuchika. miaka ya nyuma a soko la muhogo tunauza, siku hizi tumepunguza uzalishaji wa muhogo kwa sababu hatuna soko. kipata nchi nataka muhogo kwa ajili ya kutengeneza wanga oda, leta Newala kwa kibalo na Mkuchika, tutakuletea Upande wa kilimo, si ni wakulima wa korosho, nimekunaoneza kwamba Tandahimba na Newala tunalima asilimia sabini na tano ya korosho zote za nchi hii. Matatizo tulionayo kuchelewa kufika kwa pembejeo, ugali wa pembejeo, ambayo mkulima akishaondoa gharama za uzalishaji anabakiwa na fedha kidogo sana za faida. Eo so, hilo nalo tutaomba uliangalia. Niwaombe ndugu zangu, endeleeni kuzalisha muhogo na sisi tutawasaidia kutafuta soko la China, ila muzalishe mihogo ambayo itakidhi vigezo wanavyovitaka, ili tupate soko la uhakika. Kwa hiyo muhogo ni zao muhimu, ni zao la biashara. Endeleeni kuzalisha mihogo.